Umire wewe, William Ruto, tunakufahamu tunakuelewa sana tena sana kwamba wewe uliona vile Riggy G ameanza kutengeneza bei za kahawa na majani chai, ukaona kwamba sisi tutapata utajiri, na wewe ulitaka ututawale tusiwe na chochote, ili tuwe tunakuja kwako kukuombaomba, ili uendelee kutudharau kutuita ombaomba, ukaona Riggy G namalizia pombe haramu huku Mlimani, wewe ukaamua ukaona vijana wetu wakiachana na pombe watafanya kazi ya kuwafaidi na sisi tutatajirika, na kwa sababu unatuchukia, ukamtoa Riggy G. Sasa tunataka tukwambie, kwa sababu unasema wewe ni Mkristo, manake anasema tu, tunajua ni kusema tu, wewe usome uone vile Ishmael alipofukuzwa na Ibrahimu vile Mungu alimbariki. Sasa uliyefukuza, uliyefukuza ambaye ni Riggy G ndiye huyu sasa. Wananchi wote wanataka aje akung'atue kutoka hicho kiti.